utakao ufanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ebwana uturumie Roza umini, marehemu wapata rehema kwa Mungu, apumzike kwa amani Amina. Kena utuhu, askari, askari wa kituo cha kumi, Yesu anavuliwa nguo. Ee Yesu tunakuabudu, tunakushukuru, awa mwakomboa waku kwa msalaba wako mtakatifu. Askari wanamvua kwa nguvu nguo yake iliyogandamana madonda yake wanayaamsha mara moja, mateso yote yaliyoteswa tangu mwanzo. Eye Yesu, Yesu unayavumilia mateso makali haya upate kunifundisha kukuwa kwa nguvu wyotumangu kwa mbaya